iyi niyo strateji ya satani iyi ndiyo tekniki ya shetani atera imitima yacu guhora twidodombo Anapiganisha mioyo yetu kwa maombolezo kwa kugira ngo muri uweo wa kwa, si, si, si kule kuwepo kwa Mungu katika maisha yetu, anakuwa katika mioyo yetu kwa imani, hakuna ha, mali popote anakuwa ameenda, lakini ni, ni muda mchache sana, tunafikiria kwamba iko ndani mwetu. Satani nashobora kukura Kristo muri twebwe. Shetani hawezi kutoa Kristo ndani mwetu. Havyo yoshora. Havyo wezi. Ariko nashobora kutubuza kuesperimenta amahoro yiwe ubwiza bwiwe. Lakini anaweza tukataza kuishi kwa ile amani yake na, na uzuri wake. Mukugwiza kwidodomba mu buzima bwacu. Kwa kuongeza maombolezo katika maisha yetu. Hakugwiza amashine mu mitima yetu. Kuliko kujaza shukurani katika mioyo yetu. Hii ni sokreti, hii ndio siri, ivyo vyose urimo, shida zote unazo iga gushima Imana, jifunze kushukuru Mungu. ni ni dushima imana kuko twavyiyumvise, hatushukuru kwa sababu tumekuwa na hisia za kushukuru Mungu, dushima imana kuko arivyo bikwiriye, tunashukuru Mungu kwa sababu ndivyo sahihi, birakwiriye ko tumushima, anastahili kupewa shukrani, tuwariye tukila, tutariye kama tujala birakuriye ko tumushima ni vina sahili kumshukuru dufi samagara meza tukiwa na afya nzuri change twagwa na wakati tumeumwa birakuriye ko tumushima ana sahili kupewa sifa vya bindi twifuje vyakoretse wakati vile vyote tulitamani vikitendeka ariko ni gihe vya paranganya tukamushima shindikana tunamshukuru kuko za birivuga kwa sababu za binasema ni mushime mu bihe vyose shukuru mungu kwa kila nyakati mu bihe bibi nyakati katika nyakati mbaya na mu bihe vyiza nzuri Yesu arakwirye gushi Yesu anastahili sifa iyo ni iyo challenge dufise uyu musire